Ninawasalimia nyinyi wote katika jina litukufu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndugu zanguni, hamjamboni? Nina imani kubwa ya kuwa Bwana anaendelea kuwatendea maajabu, kwa sababu Mungu wetu ambaye tunaamini, Mungu wetu ambaye tunamtumikia, Mungu wetu ambaye ametuweka hai, yuko pale kututendea mambo si ya kawaida. Uh, leo kama siku zingine tunakwenda kuona mkono wa Bwana, lakini siku ya leo ninapenda nikuambie ni kwamba ya kuwa ni siku ambayo si ya kawaida hii. E, ndiyo ile siku ambapo niliwambia ya kuwa tutakwenda kuomba, na maombi ya siku ya leo ni maombi ambayo tunakwenda kuharibu kazi zote za wachawi. Rafiki yangu wewe, ambayo unanisikia siku ya leo, ninajua ni na kuwa ni kukukumbusheni tu ya kuwa uchawi ni jambo ambalo libaya sana ndani ya maisha yetu. Watu wanateseka sana kwa sababu wachawi wanatu, wanawatendea mambo ambayo si mazuri. Tunajua ya kuwa binadamu iko na adui wengi sana lakini mahali kote ambapo tunakwenda tunakuta kumbe wachawi wako pale na wanatendea binadamu mambo mabaya. Oh, ninajua jua ya kuwa kuna watu ambao leo wanataka kujiua kwa sababu maisha ambayo wanaishi ni mabaya sana, hata hatawanalaani wa, wa, wa siku waliozaliwa wanalaani hata wazazi walio wa, wa, wa, wazaa wala kila kitu ni kibaya ndani ya maisha yao. Huwa wanajaribu kufanya kitu lakini wanashindwa. Wanafanya biashara lakini biashara inakata kata, katakata. Wanafanya ndoa, wanafikiria kuwa mama itakuwa harusi, itakuwa mahali pazuri pa kuishi na kuinjoi maisha ya, ben, ya, ya mke na mume na watoto, lakini ndoa yenyewe inakuwa kama jehonomu. Rafiki yangu najua, kuna watu ambayo wana ugonjwa ambayo hiyo ugonjwa hata hospitalini wameshindwa ni nini. Wanajaribu katika sayansi na teknolojia, ambayo siku ya leo wako wanafanya mambo makubwa sana, lakini wanajaribu kutafuta ni ugonjwa gani ambayo unakutesa wanatafuta njia zote za kukuponya lakini wanashindwa. ah, kuna nguvu za uchawi huko. ah, leo ninapenda nikuambia ama nikukumbusheni tu ya kuwa hata ah, mtu ambaye amesoma ameenda ah, katika vyuo vikuu hata ah, shuleni, anafanya vizuri sana, hata ah, walimu wenyewe wanasema huyu ah, ah, iko na akili si ya kawaida, lakini anapomaliza masomo anapata kazi, hiyo kazi kwenda kuona tu anaanza kuandika, anasema anajiudhuru. Ah! Serikali ilikuwa inamtegemea, wazazi walikuwa wanamtegemea, hata nyumba yake ilikuwa inamtegemea, hata watu huko kijijini, hata nchi mzima ilikuwa inajua huyu mtu tunamtegemea, atatufanyia mambo makubwa, lakini unakwenda kusikia eti anajiudhuru Unapomuuliza ni nini, akasema tu hizo ni sababu zangu za kibinafsi. Lahasha, siyo hizo, kuna mkono wa kiuchawi huko, kuna ulozi kule, kuna nguvu za giza ambayo watu wabaya wamemsukumia ili aweze kujiudhuru maisha yake, wa mabaya, hata wazazi wake wasiweze kula mema ya ya, ya mtoto wao binti a ama, ama, ama, ama Mm-hmm. Binti ama mwanaume ambaye wamemzaa leo, ninakukumbusheni ya kuwa unaweza hata kununua gari mpya na ambayo unafikiria kwamba itakusaidia katika, katika uh, maendeleo, lakini hiyo gari inakuwa ndi inakuja kula pesa zako kila wakati garage, garage. Breakdown, breakdown, breakdown na mtu ambaye mmenunua gari kama ile ile gari yake haijakuwa na shida yoyote. Rafiki yangu, naweza kununua gari na mchawi ama mudozi anaitupia anaitupia uchawi wake, na hiyo gari itakuwa tu kila siku iko garage, kwa sababu hawataki ikutendee mazuri. Hawataki nawe uweze kula mema ya kazi uliyoifanya Uchawi ama wachawi ni wanajeshi wa Shetani. Wamekwenda kwa hiari yao, wanakwenda kutafuta nguvu za giza ndani ya ufalme wa giza. Wanataka ama wamekubali kutumika na Shetani. Biblia inasema ya kuwa shetani amekuja kuiba, kuangamiza na kuua, na wewe unapokuwa mchawi, na wewe kazi yako ni kuiba, kuangamiza na kuua. Shetani mbaya sana, wachawi wabaya sana. Kwa hivyo napenda ni kuambia hiyo jeshi la shetani ambayo ni wachawi o, oh, wamekubali kutenda mabaya juu ya binadamu lakini siku ya leo hata kama mimi, kama miaka mingi watu wameteseka. Hata kama je, unajua ya kuwa kuna vita ndani ya jamii ambazo zinatumwa zinatoka kwa wachawi? Unajua hata katika jamii hii kubwa kwa district inawezi kawa vita tu kutokana na wachawi. Watu hospitalini siku hizi wanakufa kwa wengi, anakwenda kule, unafikiri kesha atarudia, lakini anapofika kule anakuta, kumbe daktari ambaye angepashwa kumsaidia, kumbe nawe mchawi, kumbe nawe wanatumika nawe chawi, na wachawi na wanakuua pale. Mama anakwenda kuzaa, unaona, kwa kawaida alikuwa hakuna shida, lakini na yeye na mtoto wanakufa, wanasi hata wadaktari huku kuna wale ambao wa wanatumika na wachawi ah. Dunia hii inateseka sana, na kitu kibaya ambacho ninakumbusha dunia ni kwamba wachawi wako so mahali kwingi sana. Dunia inajawa na wachawi, uko kijijini hata mi mijini. Oh, unakuta kabisa uchawi ni wengi sana. Unakuta ndani ya kijiji watu wanaanza kufa hivi hivi ovyo ovyo tu watu wanakufa kwa wengi, wanapotafuta ni sababu gani inakosekana, lakini siku ya leo, ninapenda ni kuambia ya kuwa Mungu aliyekuumba, Mungu aliyenituma kwako ananiambia ni kujulisha ya kuwa anachoka na wachawi, anachoka na kazi za wachawi. Amekuja kuharibu, amekuja kuharibu kazi za wachawi, na leo ninawatangazieni, enyi wachawi, ni habari ambayo ni hatari sana. Ni munapata ama munakataa, lakini Bwana anasema achieni uchawi wenu, na Mungu ari Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Kama si hivyo mutakwenda kupata chamo temakuli kwa sababu Mungu aliyeumba nchi na mbingu na vilivyomo vyote, siyo yeye ya kunyamanza anapoona vile munaendelea kufanya, mkileta ajali barabarani na watu wanakufa kwa wengi, kwa sababu mnataka shetani aweze kunywa damu yao. O oh, ni Bwana anasema anachoka, siyo kuchoka, lakini hataki tena kusikia watu wake wakiangamia. Ya kwa wengi kupitia mikono ya wachawi. Bwana anasema katika kitabu cha Kutoka ishirini na mbili mstari wa kumi na saba na nane A ah, Bwana anasema hivi sikiani, Bwana anavyosema. Kila mtu yote anayenisikia otega sikio vizuri na uelewe, kwa nini Mungu anasema hivyo? Anasema musiache wachawi waishi kati yenu. Huo ni Mungu anavyosema, kwa sababu aliyoumba nchi na mbungu na vilivyomo vyote, yeye ambaye anatazama watu wake anafurahi. Sasa iko naona, watu wanazika, leo wanazika wanazika watu wanakufa, wanaangamia kwa wengi. Si Bwana atakayefurahia kitendo hicho. Ndiyo maana naye anasimama anasema, oh, too much is too much. Anasema asimameni, dunia yote, munyamanzishe wachawe, mharibu kazi za wachawe, musi waache waishi ndani e kati yenu, wakiendelea kuua, kuangamiza na kuharibu watu na mali zao. Haleluya! Kwa hivyo wao, ambayo unazinisikia labda, umeteseka miaka nenda miaka rudi, katika mikono ya wachawi, nyumba yako imeharibiwa katika mikono ya wachawi, business yako hivyo hivyo, unajaribu kufanya vitu na haviendeke, watoto wako walikuwa na akili shuleni, leo sasa. Tai wa mwisho leo, bwana anasema, anakucha kubadilisha vitu ndiyo <laughs> maana anasema, e, nimewapa nguvu na mamlaka ya kuharibu kazi za shetani, kazi zote za iblisi, kukanyaga nyoka na inge. Huyu Mungu sasa anasema, simameni watu wangu, piganeni, piganene, piganene, ofukuzeni of ufalme wa shetani, haribu kazi zote za wachawi. Haleluya, haleluya, rafiki zangu, hiyo ni habari njema ambayo ninaletea duniani hii yote. Simameni, na ni wakati. Jiungeni na watakatifu wa Mungu, jiungeni na watumishi wa Mungu, jiungeni na jina la Yesu, jiungeni na Mungu mwenyewe ambaye anakuja kuharibu kazi za ibilisi na kazi za wachawi. Tunakwenda kusoma katika kitabu cha cha Yohana wa kwanza sura ya tatu mstari wa nane Biblia inasema, katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ni tatu mstari wa nane Biblia inasema hivi: Sikieni, atendaye dhambi ni wa Shetani, atendaye dhambi atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Sikia sasa, hapo ndipo nataka tufikie, tuseme kwa, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishi alidhihirishwa ili azivunje kazi zote za ibilisi. <laughs> Haleluya. Haleluya. Unasikia habari njema katika habari zote ambazo mko munasikiliza habari za kutoka kaskazini, kusini, magharibi na na uh, kaskazini habari za wacha habari mbaya za wachawi ambavyo wako wanafanya kwa sababu hiyo ni watoto wa Shetani, wanafanya dhambi kwa sababu baba yao ambaye ni Iblisi anafanya dhambi. Lakini habari njema, hata kama umelia miaka nenda miaka rudi, hata kama ulinjira ani hata kama unajiuliza habari ni, ni kitu gani naweza kufanya, Mungu anakutumia habari, anakwambia usiendelee kulia, afuta machozi yako, usiendelee kuogopa, usiendelee kujiuliza nile. Kuna jibu ambalo amekuletea ni kwamba ametuma mwana wake Yesu Kristo ili aweze kuharibi Ku, kuharibu kazi zote za shetani, kuvunja kazi zote za ibilisi, kuvunja kazi zote za wachawi haleluya. Rafiki yangu, hii ni habari njema ambayo unapashwa kabisa na wewe kufurahia. <laughs> familia <laughs> yako ilikuwa imeharibika lakini Bwana anakwenda kuiokoa kwa kuwa yeye mwenyewe anasema anakuja kuharibu kazi zote za ibilisi, ninakuja kuharibu kazi zote za wachawi ndani ya nyumba yako. Inawezekana ina ya kuwa na wewe ambayo unanisikia, uko baadhi ya watu ambayo wameteseka mikononi ya wachawi, sijui ni wapi wae wamekupiga sijui ni kitu gani wamekuiba, sijui ni kitu gani wameangamiza, sijui ni kitu gani wameua ndani ya ya ya, ya, ya, ya ndoa yako ama ndani ya nyumba yako, lakini katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti, ambaye ametupa nguvu na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, ambaye ametuambia mulivyoniona vyote nilivyofanya, na nyinyi mutafanya hivyo hata zaidi mutafanya, ndiyo maana na mimi sasa ninatuma moto wa Mungu ndani ya nyumba yako hii kwa jina la Yesu Kristo, ili hawa wachawi ambao wamekaa ndani yako moto wa Bwana wachome. Haimaanishi ni vitu gani wameweka ndani ya kifua chako wewe, ambaye katika jina la Yesu Kristo moto wa Bwana uja. Nilikuwa mahali siku ya leo, ninaposema siku ya leo, nilikuwa mahali kulikuwa binti moja ambaye alikuwa na kama hali fulani, akasikia ndani yake tu kusema yakuwa, lakini hapa mko na nguvu sana, naona hapa ni walozi tu. Alivyosema hivyo tu, dakika fulani naye anasikia pa kitu kinampiga mgongoni. Ah, ninakwambia kitu ambacho kimefanyika siku ya leo. Mtu ambaye alikuwa mzima anasikia mgongo kitu kinapiga na nilikuwa nimetoka kazini sana, ni ngali nje wakaniita, akasema nasikia kitu kinanipiga. Wakaniambia vile kilimpiga mahala alikuwa nakaa. Kwa jina la Yesu Kristo, nikasikia hasira. Oh, ni wakati ya kusikia hasira

msichana akasikia kufunguliwa. Ni kitu ambacho kinatendeka. Wachawi ni walozi, wana nguvu, wana, wana wana nguvu kutoka kwa Shetani, wanatumia silaha kutoka kwa Shetani. Kuna wachawi ambao wangali wadogo kuna wala ambao wanaendelea kukoma na wengine ambao hata wanaweza kujifanya inge, wanaweza kujifanya nyoka, wanaweza kujifa kubadilika ndege, wanaweza kubadilika chochote <laughs> pusi kaka mpaka. Kwa hivyo hawo wote musiogope, haimaanishi wamemaliza miaka ngapi katika hiyo uwezo wao. Leo niko hapa kuwatangazia kuwa Bwana anasema nimewapa nguvu na mamlaka kukanyaga nyoka na nge, na msiache wachawi waendelee kuharibu kazi zenu, kuharibu ndoa zenu, kuharibu nyidi yenu, kuua watu kabisa, wanazikwa. kwa hivyo, nilikuwa nasema tu na wewe unaweza kuwa katika hali hiyo, lakini Bwana anakwambia simama imara, wewe ni mshindi zaidi ya washindi leo. Nimekuja kutangaza vita kwa ufalme wa wachawi. Oh, Bwana nasema, kama hamukubadiliki, kama hamukubali Bwana Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yenu, na sisi shizi mahali ambapo tupo tunakwenda kuwafunyaga, tunakwenda kuwafukuza na nguvu zenu na uchawi wenu hamutakuwa nao tena, kwa kuwa Bwana ni eh, ametupa hizo nguvu na mamlaka na ametufanya zaidi ya washindi. Leo si mchezo, leo nasikia hasira, hasira takatifu. Na wewe ninakuombea mahala ambapo huko, katika jina la Yesu Kristo, oh, uwe na hasira takatifu, kwa sababu ufalume wa Shetani hakuna mwingine atakaye ushinda, ni wewe, vita ni yako, lakini Bwana anasema sikupigana, kupigana hivyo hivi, lazima unapopigana uwe tena mshindi. Haleluya! Daudi alikwenda kupigana na Goliath, alikuwa amemaliza ame, ame, ame watu dakini, ye, kasema, wa ingini, lakini ye Daudi si akasema umemaliza wengine lakini si mimi, wewe unanivamia na ni lakini mimi ninakuvamia kwa jina la Bwana Mungu wangu. Haleluya! Leo na mimi nasikia hasira ile Daudi ambaye alikuwa nayo alipowambia Wafilisti, akawambia leo nitawakata vichwa na, na nitawapa mizigo yenu oh, kwa wanyama wa shambani. Leo ninasema tunakuja kuharibu kazi za wachawi. Haimanishe mko wangapi, haimanishe vyao vyenu katika ulimwengu wenu wa kiroho wa giza haimanishe mumeua wa wangapi haimanishe mumerudisha wa, mumevunja mume nini ndoa za wangapi haimanishe mumefunga biashara ya wangapi. Ninakuja pamoja na watu wote wanalitenga sikio kuwafungua wa sasa katika jina la Yesu Kristu wa Nazaretani haya aliyosulubiwa msalabani akafa akafufuka na siku ya leo yu hai na siku ya leo Yesu ni yule jana leo ata Kwa hivyo leo ni wanafanya nini? ni, ni na ni, ni napenda niinue imani yako leo ninapenda nikwambie, tunakwenda kuomba maombi. Tunayoomba siku ya leo si maombi ya kawaida, la hasha, kwa sababu adui iko pale na adui analeta fujo sana. Adui anakudanganya, anakuambia anaweza kufanya vitu, eti hautamtoka mikononi. Hata Farao alisema maneno hayo, lakini Mungu akatoa watoto wa, wa Israeli mikononi mwa Farao. Siku ya leo ninatangaza hawa walozi hawa ambao usiku wanakuja kukutendea mabaya, ambayo wanakulotesha vitu vibaya usiku. Mm. Ah, leo ninasema hawata hautawaona tena hawatarudia tena ndani ya nyumba yako. Ninakuzunguka wewe ambayo unanisikia, mahali kote ambapo uko, ninakuzunguka na damu ya Yesu Kristo, nyumba yako ninaizunguka na damu ya Yesu Kristo. Ninaita jina la Yesu Kristo, ninaita neno la Bwana, ninaita imani, kwa sababu unaupashwa kuwa na imani kale, kwa sababu hiyo ndio Bwana anapenda na un Imani yako itakwenda kuadhibu kazi za ibilisi. Haleluya! waliishafanya network dunia yote, wanaleta vita ndani ya nchi. Nilikwambia wanaweza kufanya mtu ambaye tulikuwa tunategemea sana, wanamfanya ajiudhuru, watu waendelee kuwa na umaskini watu ambao walikuwa wanakusaidia anawafanya adui zako, unapowapigia simu tena hata kukuichukua hawataki, hawataki kuona uso wako, hawataki muzungumuze tena, kwa sababu walishawatenganisha. Lakini siku ya leo hiyo utengano inakwenda kuondoka katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Ulikuwa mwanamke ambaye ulikuwa una mzuri, hauna shida, lakini unapokwenda kuzaa wanakufanya tasa, wanafunga tumbo yako. Daktari anaona anapema, anasema hauna shida yoyote, lakini hatujui kwa nini hawe, kwa nini hautazaa hauzae rafiki yao tunakwenda kukufanya upate mimba katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti. Hadi siku moja mke wangu akawa na, na mimba ikawa inachelewa kuzaliwa. Sasa mimi nikampeleka mbele ya Mungu nikasema, no haiwezekane. Kwa nini mke wangu iko hivi na umesema mtoto anapashwa kuwa ndani eh, ya mimba ya ya tumbo ya mama yake miezi tisa. Sasa ilishapita <laughs> sasa haleluya <laughs> Nikaweka mkono nikasema nikafukuza uchawi wote ndani yake, lakini usiku hiyo tulipokwenda kulala kulala, yewe mke wangu akaona ndani ya ndoto daktari wa kwao huko alikozaliwa, na sasa sasa, huo daktari kwa namwambia, naona ungepashwa kuwa ulishazaa, lakini sijui ni nini ambayo imefanya nini, imekukataza kuzaa. Lakini kwa sababu tulikuwa tumefukuza hiyo mapepo ya uchawi, sauti ikafunguka mbinguni, akasikia sauti ikamwambia, kwa sababu ya maombe mliofanya, utazaa starehe kumi na mbili. Haleluya! <laughs> Rafiki yangu, tuna Mungu ambaye anatumika hapo apo. Tulikuwa tumekaa katika wachawi kabisa, tulikuwa tunaona maka, mapaka, mapaka, mapaka kwa mulango kwa dirisha, usiku hakuna kulala. Siku moja tukasikia wakati tuliomba tena, tukachukua mamuraka tukafukuza uchawe. Oh, nataka nikwambie iyo usiku tulikwenda kusikia, ni kama maraika mekuja akachukua paka pa, akaipiga kwa, kwa nyumba kwa kibambasi ya nyumba. Aleluya! kesho yake ule, ule, ule nyanya namwita nyanya lakini kwa mama mzee, ule mama mzee ambaye alikuwa tunajua ni mchawi huko, akafanya nini? Akaugua, akabakia wiki nyumbani kwake. Tulipokutana mimi na mnaye, nikamwambia mama, habari aa, nikasema, sijui tulikuwa tunakwenda kununua kitu fulani, nikasema Acha huyu mama apite, naye ni mtoto wa Mungu. Akaniambia mimi si mtoto wa Mungu, mtoto wa Mungu ni nyii, ambayo Mungu wewe anapigania. Haleluya, amin. Rafiki yangu siku ya leo Mungu anakwenda kukupigania, wachawi wanakwenda kuanguka, hao wachawi hautawaona tena. Leo nimekuja kukuambia, ufalme wa shetani hautakufanya kitu tena. Tunakwenda kuzungumza sasa hivi katika jina la Yesu Kristo, utakwenda kubadilika, utakwenda kuwa na maisha mazuri, utakwenda kabisa kusema, kumbe huyu Mungu anaweza na anatupenda.